Mungu ni mwema mweno, yeah. Na kila wakati Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naomba kwanza ni wahurumie wanaume leo. Asante kwa sababu tuna sweta na koti Ngantaya, kuna umejazana, kwa hivyo kuna joto hivyo, kulala utakaye lala, tutasema kama vile ambavyo Waswahili walisema simwamshe alalaye, ana fanya nini? Kwa sababu acha tu kila mtu ajichunge kwake madha karudi, akaniambia kwa sababu ya hii joto nidhirishwa kwa kwaya wanajipepeta, akijaribu kutumia muda mfupi kyo. So, mimi naomba tu dakika tano o, nimemaliza tuendelee na shughuli. Mungu ni mwema kini, usiangalie sana sista, naona ameanza kuangalia Siangalie sana ndugu zangu, tumefika hapa kuadhimisha Sakramenti muhimu sana ya Mwili na Damu takatifu sana yake Yesu Kristo. Tumekuwa na msururu wa siku kuu, mwanzo tumekuwa tuki ziadhimisha tangu wakati ambapo tuliadhimisha kukaa kwa Bwana wetu Yesu Kristo majuma kama matatu.